Tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2015 ni siku kubwa kwetu wa Tanzania, ambapo tunapiga kura kuchagua viongozi wetu, madiwani, wabunge pamoja na rais. Bado mimi ninashauri na ninawakumbusha wa Tanzania wenzangu kwamba tunatakiwa tuamke asubuhi na tupige kura, lakini tukishamaliza kupiga kura tu, nawashauri wenzangu turudi nyumbani. Hatuna haja ya kukaa karibu karibu, kuweka vikundi kama ambavyo imeamriwa hii itawafanya ita, ita polisi kutumia nguvu, watu wengine watadhurika, maskini ya Mungu ambao hawana hatia yoyote. Sasa kwa nini yote yakutokee? Kwa nini usipige kura yako ukarudi nyumbani? Utataka kukaa sijui, ushabiki makusanyiko ya watu ambavyo ameshatangazwa, utakuja kuwapa familia yako tabu. Maskini ya Mungu, unavunjwa viungo, unatolewa meno, unamsumbua mkeo na watoto, ya yani nini? Piga kura yako, rudi nyumbani. Mimi nikishapiga kura yangu tarehe ishirini na tano narudi zangu nyumbani, sitoki, napumzika, naangalia tv yangu, naangalia filamu zangu. Kishindikana basi angalia hata filamu filamu zangu, rudi nyumbani, wahi kutoa, nimewapa filamu mpya, kaangalieni. Naitwa Jacob Steven, natokea Jerusalem Film Company. Unaweza ukaniita JB, unaweza ukaniita Eriki Fodi, Danija, bonge la bwana, yote ni majina mmenipa nyinyi. Nawapenda watanzania wangu, na nasisitiza amani na upendo, tuchague viongozi wetu kwa busara. Asante sana.